Urefu au ukubwa wa maumbile yako ya kiume sio kipimo cha ubora wa uwezo wako wa kushiriki tendo la ndoa kikamilifu. Kitaalamu ni kwamba uume wenye urefu wa wastani wa inchi 4 in, inchi 5 mpaka inchi sita pale unapokuwa umesimama, okay, una uwezo wa kutimiza jukumu la tendo la ndoa bila shida ya aina yoyote. Ila kinachohitajika ni uwe na afya njema uwe na upendo wa kweli, yani uhusiano mzuri kati yako wewe na mwanamke wako, na kujua ni nini ufanye ili mwenza wako aweze kulizika wakati wa tendo la ndoa, huku ikiambatana na uwezo wa kusimama kwa maumbile yako imara, kuwa na uwezo wa kurudia raundi ya pili, na kujua nini mwanamke anapenda wakati wa tendo la ndoa na nini cha kuzungumza kabla na wakati unapokuwa mnashiriki tendo la ndoa. Ukijikuta hauwezi ukamlizisha mwenza wako, jaribu kuangalia hizi pande kuu Nne nilizo kutajia ukiona inashindikana kabisa, basi chukua namba yangu kwenye bio, bio, popote pale ulipo uwe ndani au nje ya Tanzania, tutaweza kukusaidia. Karibu sana, nikutakie wakati mwema.